Hayonir sorelata witie poco binti anasema nitalipa kisasi kwa wale wote ambao basi wamekusababishia haya. Amejiapiza kulipa kisasi kwa watu waliomuua baba yake. Basi ukimtazama hivi, unaona kabisa majonzi yamejaa katika moyo wake. Inashangaza kumuona kwamba hali muda wote lakini, basi yote kwa yote tutaelewa mbele kwa mbele. Sasa hivi ni na sijuaga badilishage nguo. Eh, kila mara unamwona na mavazi hayo hayo. Ana kidera kimoja hicho. Ndio cha kutokea hicho. Hatari sana. Kila akitoka ndo anakivaa hicho. Basi uko mbio kwa kweli. Nafikiri pia alipata nafasi uh, ya kusikia habari za kufa kwa I mean kifo cha Makocha. Kwa hiyo alielekea moja kwa moja hadi msibani. Alikuwa tayari anajua kabisa yani kwamba misi I mean, misi atakuwa katika hali ambayo si nzuri. Ngumu, ngumu. Ya mahusiano ya yani, yani, yao. Huyu ndio binti ambaye eh, eh, basi kwa haraka haraka, Makochane alimlea alimlea tu, si kwamba alimzaa, alimlea kama mwanae. Nasema japo limechelewa kidogo. Naomba basi upokee msamaha wangu e, anaomba ile tunasema ana apologize akaomba samahani, akaomba radhi. Naomba sama akaomba upokee msamaha wangu, basi ni sawa tu, sio so kama umechelewa, amemuua ya baba yangu. Akamwangalia akasema. Akauliza, Angasema hapana, haiwezekani ee, ukanasta si yani haiwezekani, akawa ni yeye ala 9 ni hazatau yani, mpaka leo baba amelala hapa bado. Hivi huhisi tu kama kuna kitu hakijakaa sawa? kuhusiana na watu wote ndani pale wanasema kwamba alimuona Fu Hongxue jinsi alipokuwa akimuua baba yake

Basi akamwambia ukweli ni kwamba wewe sasa unaishi na mchumba wako, mimi ni, nije niwaingilie? Ili wewe akamwambia, nisikilize, nafahamu tu kwamba hujisikii vizuri kutokana na maumivu au hali ulionayo katika moyo wako, lakini pamoja pamoja na yote, wewe kubali mimi tuishi wote pamoja, uniruhusu sasa na mimi kama mdogo wako nianze kukutunza wewe. Akasema sijui kama moyoni mwangu najisikia hivyo. mimi katika moyo wangu kumejaa uchungu kumejaa kiasi. akamwambia hebu jitazame jinsi ulivyo. hebu niambie ni siku ngapi hujala hata? akamwambia wala usiwaze sana kuhusu. akamwambia sasa tangu ujauzi wako ulipoharibika unajua kuwa mwili wako haujatulia kabisa. akamwambia ukweli ni kwamba itafikia wakati utajikuta tu utadondoka kwa sababu mwili wako haujapata hauja mapumziko Akasema ndio hivyo, nimempoteza mtoto wangu, lakini sasa pia nagundua sasa nimempoteza na baba, nimepoteza nyumbani. Ehe, sasa hivi nimepoteza nimepoteza hivyo vyote kwa sababu ya fujo, na kulingana na jinsi ambavyo ametaka yeye kupigana maisha yake yote, na mimi nitapambana nihakikishe kuwa nitamuua, lazima nitamuua. uchungu umemshika, kitu pekee ambacho anakifikiria yeye kwa sasa ni kumaliza tu Fu Hongxue, machozi yanamtoka, imetengenezwa chuki sio ya kawaida. Binti anachofikiria ni kumuua Fu Hongxue peke yake, ndo hicho tu anachokiwaza. Basi akiwa amelala kama unavyomwona pale, akiwa amelala zake, tunaona cho ameanza sasa kumhudumia chau masaje icin fula yao in meo sema hmm. dawa la no beajl kana fuay bu emansd basi, anamwambia usijali, huyo ametumia dawa, itamsaidia mwache tu <coughs> apumzike ndani ya siku mbili hizi atakaa sawa. Naenda akaendelea kumtafutia pia dawa nzuri ili kusudi akae sawa. Huwa hani alimpokea vizuri tu tue Licha ya kwamba ameshiriki katika kumuua baba yake. Sijui kwa nini sinema nyingi inakuaga hivi, aliyemuua baba yako yuko hai, lakini eti yeye tena anajifanya anakuchukua akusaidie, na siku napokuja kujua kwamba alihusika, panakuwa hapatosha. kwa mimi na wetu, tutakuwa familia hivi, ni lazima nipokee ndugu zako, tuishi kama familia. Mabadiliko makubwa aliyojitokeza ndani ya muda mfupi kuhusiana na uongozi wa E, ukweli ni kwamba imewashangaza wengi kwa e, tumekuwa katika haya maisha tukipigana hivyo hivyo kuhangaishana kwa muda mrefu sana. Na Mako Chan kweli alikuwa ni jasiri, hatupigi, hmm. Unajua naliona hili jambo lote kama limekala ajabu, ajabu. Akamwambia kitu gani, oh. Akasema hapana, ni kama ni kama kuna kitu fulani wazungu wanaita gati, ma, kwa Kiswahili kizuri ni kama kusema aaa machale. Binti sasa anamwambia ni kama gati tu inaniambia Apana, yani kuna kitu akijakaa. Akijakaa sawa, yani kama machale hivi naona kama, mm, mm, hiki kitu. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Sasa akamuuliza kwa nini unawaza hivyo. Kumwambia simaanishi chochote. Lakini nilikuwa nasema. Naelewa, lakini mimi ni mwanaume, kwa hiyo unapoumia hasa wewe ni mwanamke wangu <coughs> eh, basi na nakuwa lazima itabidi niulize nini kinachoniona. Basi usifikirie sana. <coughs>

likaanza kunico fainb wme iiyoa me du unajua, ni muda mrefu mimi na yeye hatujapata muda wa kukaa na kuongea. Kwa ni nini basi tusingepata muda siku. mimi bado sijakaa vizuri moyoni mwangu, nataka kukaa tu na ndugu yangu yeah. Sawa linanid Aya, ngoja niende nikaangalie dawa kama iko tayari. Aya, wewe nenda kakae naye. Mm. Aya, huyo ndo chui na mwenyewe. Binti akiwa amelala pale akaanza kuota ndoto sasa anaongea. Anaongea kwa ndotoni, na, ah. Nasikia kuna wale watu wanasalitigi wanaongea wao. Usiku analala na mume wake kitandani anaanza kuita Muhamadi. Muhamadi, usiende kwa haraka. <laughs> Kama imekuchekesha utaniambia kwenye comments. Sasa angalia. Binti kaamka usiku. Eh, anaota. Anaita baba. Eh, e, unajua alikuwa anampenda. Kusema ukweli alikuwa ni mtoto wa baba. Hasa mtu mpaka amekuwa mtu mzima eh, mama yake eh, unajua Chuinong mama yake alikuwaga ndio Mfanyikazi wao na ni mfanyikazi wa namna gani? Alikuwa anamhudumia alikuwa ni house girl kwa upande wa mama yake, na misma kwa alikuwa anamhudumia ni maid. Alikuwa maid wa misma. Sasa i basi co akachukuliwa akawa analelewa katika hiyo nyumba na Ma Kongqun. Mm, wakawa anaishi e, tangu I mean pamoja na misma e, ndio sasa misma na cho waka kama mtu na dada, unajua so, dada wa mjini, dada wa kufikia tena dada wa kulelewa. Sasa binti kaamka haoni mtu yoyote pale, akatoka pale ndani ili kusudi atembee tembee tu kujionea mji hasa. Anatembea tembea anapita katika kila kona e, kwa sababu sasa si unajua tena yuko peke yake. Wakati anashangaa shangaa namna hii, ikapiga bonge moja ya radi. Sasa anashangaa katika radi ile, lo, alipogeuka namna hii akaona ile scripture ile kitabu kile cha life and death amekishika, one of the gods. Unajua hao ni wale miungu sanamu ambayo ilikuwa iko pale ndani. Sisi mara ya mwisho tuliona hii, Kai alidondosha kwa bahati mbaya hiki kitabu, umeona, kikadondoka kikaenda chini na wakaamua waachane nacho wamsaidie kwanza lili. Sasa sijui kimekuwaje, kimefika huko ndo kusema kimewezaje kufika hapa. Angalia huyu mzee, ni kama vile si katengeza mtego, akajitokeza afu anachungulia, ni kama vile yani ana kuna umwamba ile, eh, anataka kitu fulani kitokee. Sasa sijui ni nini anachotaka. Anasema hatimaye nimekupata, akajiapiza kwamba atamlipiza Fu Hongxue kwa damu na yeye kama alivyomwaga damu ya baba yake anamtengenezea kitu binti, ili yeye aende kuwa ndio atakaye muua Fu Hongxue, yani asiangaike yeye kama yeye. isipokuwa tu Fu Hongxue aendelee kuwa na maadui destiny hiyo fate hiyo kuta mtu katika maisha upumziki unamalizana, na adui huyo anakuja mwingine. Haya, binti huyo, kama kawaida, ikifika jioni, moja ya kitu ambacho anapenda huwa hali hii ni kupewa burudani kwa binti, huwa anadance na anapodance basi, mchizi anakuaga na feel kama vile ni malaika anacheza mbele yake, anatulia kabisa. Kinapigwa chombo kimoja hivi, uzi umekaza vizuri, kinatoa sauti nyembamba hivi, alafu binti anaanza sasa kumpa mzee burudani. Uwezo alionao wa kudance hakika ni burudani ambayo huwezi kumwambia kitu chochote. Huwa hadi kuhusiana na binti na mtoto kike, anajua kweli kumfanya jamaa moyo wake na akili zake zote ziweze kuhama. Kuna muda anacheza, alafu hali ikiwa imebadilika, si unajua tena, yeye ni mwanaume. Binti anamkalia eh, alafu anajibebisha design hiyo, na mwamba naye akiona inawezekana, kama anataka anambeba juu juu biashara inaenda chumbani. Basi ndio hivyo, kila mara imekuwa wakiishi hivyo, mpaka hatua waliofika ndio hivyo. Ee, jamaa ataka kukaoa kabisa, sijui itakuwaje siku. Basi binti akijua, alimpa mwili mtu ambaye, ehe, amemuua pia baba mlezi ama godfather ambaye amemkuza na kufika vile alivyo leo. Basi ndio hivyo, burudani usiku kucha, ndio kama hivyo, binti anahakikisha mzee amepata anachopenda. Lakini tazama. Sijui ilikuwaje. Kile tulichokuwa tunadhani sisi sicho. Anageuka namna hii. Anaanza kuelewa kuna kitu kitu. Unathubutu oh, vipi kuniongopea mimi? Tafadhali ku. Na mimi nimekuwa nikukupenda kwa moyo wangu wote siku zote, naomba unisamehe. Usinifanyie hivyo. Juju. Kumbe basi yule mfanyikazi wake mwingine na yeye alikuwa anapenda Kwa alikuwa anataka.

Ah, sasa. Kwa hiyo nani alikuambia kwamba unaweza kama? Hebu nikuulize, nadhani wewe kwamba unaweza ukajilinganisha na mwanamke? Hapana, mimi si kwa ajili nataka maarufu. Mi iko tayari nikufanyia chunchunte. Najua kama wewe, chuinongo yuko kwenye moyo wako na hakuna mtu mwingine anaweza kuchukua hiyo nafasi yake. Nataka ujue kuwa mi nakupenda, mimi ni mkweli kwangu naomba basi unichukulie tu hata kama vile, yani kama vile hata mchepuko tu yani mtoto wako wa kufanyia starehe, kama unitoki, kama ukipata muda tu wa kupoteza, unapoteza na mimi. Hebu rudia tu. Amesema chochote kile utakachotaka, iwe ni silver, iwe ni dhahabu au hadhi, vyovyote vile nitakupatia. Niko tayari kwa lolote lile utakalo. Hakikisha unatoka hapa katika kasiri langu kabla jua halijatoka. Mkuu, usifanye hivyo mkuu, usifanye hivyo. <coughs> usije ukanigusa tena mkuu. Mzee na kula utamu <coughs> <Mkoo. coughs> Baba, sasa una maanisha nini? Angalia sura alivyokunja. <coughs> <sura> <coughs> <biene. Kafura. coughs>

Sasa msmnajua, ameikamata ameipata ile scripture ile. Kwa hiyo akaamua kuchukua muda aweze kuipitia pitia ndani muna nini. Sasa bado hajajua inafunguliwa vipi. Haya, akaingia pale mzee mwenyewe. Binti kwa oga akaificha ile Unaweza kuwadanganya wote ukawafanya wajinga, lakini hata usipoweza kuniambia ukweli hapa. Ni Griffin Palace, wanapaita Griffin Palace bussu. Sasa nakuambia tayari, najua unacho kitabu cho kanga. Ulikuwa nataka kuangalia, nataka kuangalia nini? Dah, binti katetemeka. Mpakani, unajua huyo mzee alikuwa ni mtu wangu, na bado namuheshimu sana, kwa sababu pia na yeye amekuwa ni mtu jasiri.

Ugo lsi is akamwambia kitabu hiki ni kitabu ambacho inabidi ukikisoma au kujifunza, moyo wako wote uweke katika kitabu. Baada ya hapo huwezi kuachilia katikati. Mwili wako wote, mifupa, mishipa, damu na kila kitu vitaanza kujaa nguvu kutokea katika kitabu hicho.

Kumwambia ikiwa hutanisaidia mi najiua hapa. Mzee akaanza kusema. Kwa kuwa basi umeona, haya basi haina shida, nitakusaidia. Ah, basi binti akafurahi. Asante sana master huwa. Asante sana. Kumwambia haina shida. Basi nashukuru sana kwa muda wako, naamini tutakutana katika page inayofuata na, na tunaelekea elekea ukingoni na... E, tuna episode mia moja tu katika season hii na tumekaribia. E, nafikiri zimebaki chache kweli. Basi asante sana kwa muda wako mtazamaji. Mimi naitwa Michael Lukindo Mboma. Ikiwa una matangazo yako ya biashara, una biashara yako ndogondogo au kubwa, unataka kutangaza, tangaza na sisi. Namba ya simu utaiona kwenye hii movie na zingine zote ambazo nimeposti, nawekaga namba ya simu lakini vilevile vile pia e, ikiwa unahitaji kununua YouTube channel njoo wasiliana na mimi, ninazo nyingi na zimekuwa zikichukuliwa, hata leo pia imechukuliwa moja e, usifikirie mambo mengi basi usipoteze muda watu wanatengeneza hela kupitia YouTube. Kwa mwezi unaweza kutengeneza hela zako nyingi tu milioni mbili milioni tatu. Burudani lazima iendelee. Leo inabidi tumalizane na hii sinema ili tuweze kuanza haraka nyingine maanake tayari nimeshakuandalia mambo mengi. Basi ikiwa wewe ni shabiki yangu namba moja na ni shabiki wa kweli, naomba nione komenti yako hapo chini. Hakikisha una subscribe, bonyeza na alama ya kengele pia.